Yes, um, King Genius dawa mfano madawa nakufundisha wewe ambaye unataka utoe mikosi, wewe una looks. Sawa. Leo nakufundisha dawa ambayo ni nzuri. Sogea. Na hii dawa pia nayuza. Ukijijua tu wewe una matatizo ambayo huwa una mikosi katika maisha yako. Huu ni mchanganyiko ambao hata nikikwambia utakusumbua. Wewe jitahidi tafuta na maziwa. Haya maziwa. Masai, hebu nisaidie kitu hapo hata ndio hiyo. Nionyeshe kwa vitendo au laia. Haya ni maziwa. Hakikisha kama utapata maziwa ambayo maziwa hayo yamekamuliwa na ng'ombe, itakuwa vizuri. Lakini unayetaka kusafisha nyota yako, unayetaka kuwa na mvuto, tafuta marashi yoyote au ubani wowote ambao ni mzuri. Sio mashtaka, ubani ambao ni mzuri, ubani wa kusemea vitu vyako, au udi wa flora ambao utachanganya na chumvi ya mawe. Mimi nimechanganya vitu vyangu, unavyojua utaviweka huko, sawa Hebu uonyeshe mchanganyiko huu huu, mchanganyiko utakuchanganya kidogo kama mganga zumu huyo, upate faida. Haya, nadhani umeona. Utapokuwa umeweka mchanganyiko huu, tafuta na maziwa sasa. Maziwa kama utapata ya dukani sawa, lakini kama utapata maziwa yaliyokamuliwa na ng'ombe, au ukapata maziwa ya ngamia, ndio kabisa, yani unakuwa ume umeua mchezo. Utafanya namna hii, haya unayoyaona, mchanganyiko huu ukishaufanya hivi uchanganye vizuri. Ukishachanganya vizuri, jaza maji. Haya maji yatafika humu, haya maji yatafika humu. Umeshakoga vizuri, umekoga vizuri kabisa. Sasa unataka kujisusa, maji ulioweka humu yamejaa ndoo, na mchanganyiko huu, sema kwa manuizi unaoyataka mazuri katika mwili wako, katika maisha yako, koga lakini pia hata maziwa na magadi ukikogea tu, nuksi mikosi huwa inaondoka. Hata kwenye vitabu wewe soma hiyo utaikuta, lakini mimi ndio bingwa. Ninachokufundisha ukikifanya utanishukuru kabisa. kini chini ya sifuri saba sita sita sitini na nne sitini na tano ishirini na moja Lakini mimi nataka nipendwe, hebu kidogo, kwa sababu nataka nipendwe, ngoja ninawio uso nikionekana, nipendwe na kila mtu nitachoongea nisikilizwe na kila mtu, iwe mitandao ya kijamii Instagram, TikTok, YouTube, hata Facebook, na ata scroll akiniona apende kunifuatilia na atamani ninachokisema, ninachokifanya, ninachokifundisha. Kuanzia leo, mizimu ya nonya, mizimu ya baba, mizimu ya mama, mnifungulie njia yote, nikubalike. Hapa swala safi. Ukimaliza unaweza ukajisuza, lakini vizuri, ukioga mwili mzima ndio unakuwa umetisha zaidi. Wala haina shida, ni nzuri kabisa.